Takwimu za baraza la kukabiliana na ukimwi nchini zinakisia kwamba takriban asilimia tano ya wakazi wa kaunti ya Samburu wanaishi na virusi vya HIV, lakini kama alivyobaini mwanahabari wetu Mark Namaswa, ukame unaoendelea humu nchini umekuwa na athari mbaya zaidi kwa waathiriwa wa HIV. Ukame kaunti ya Samburu umefika vishindo vyake vikianzia mbugani hadi mitoni. Hii ndio taabu ambayo tumebaka naye, mto yote imekauka na hii mto ndio kubwa katika kaunti yetu. Wafugaji wakihangaikia mwendo mrefu kusaka lishe na maji, lakini mambo yamekuwa mazito zaidi kwa wananchi wanaoishi na virusi vya HIV. Karibu na soko la Kisima Maralal, Mama Rose kwa jina la kupanga ni mjane, ameishi na hali hii miaka kumi na miwili. Na tu sasa, ni mimi tu, watoto wangu ndio naangalia mimi sasa ninaanza kukata makaa na uza watoto wangu wapate chakula. Nikipata kibarua na panya siwezika watoto wangu wapate chakula. Chakula ni changamoto huku hususan kwenye ukame unaowasakama sasa. Tatizo kuu ni tembe wanazomeza hazipatani kabisa na tumbo tupu. Jirani wake Milka jina la kupanga pia ameishi na virusi tangu mwaka 1999. Kama ukuti chakula kimeza madawa nisikia kishungu shungu, nataka chakula mm. Taarifa za changamoto za ukame zimewafikia wadau husika akiwemo waziri wa afya wa kaunti Mary Ekai. Impacting negatively on our fight against AIDS. Zahanati za serikali huwapa pia lishe la ziada lakini sasa magala yameishiwa. Sometimes you find our clients uh, missing their drugs during the drought season. Huku sekta ya afya nchini ikikabiliwa na madai ya sakata ya ufujaji wa mabilioni ya fedha mashinani, wadau wanajizatiti kuvuta soksi zao juu. Uh, nao so kina mama hawa kijijini na waathiriwa wengine kwao kuwe au kukose ukame, kuraukia kipato chao na cha wanao ndicho cha msingi hapa. Wanasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi, na kina mama hawa wanazidi kudhihirisha kwamba licha ya kuwa na changamoto za kiafya, maisha lazima yaendelee, hatua baada ya nyingine. Mark Namaswa, KTN News, kaunti ya Samburu.